Bwana Devi Nakopa siku tatu, siku ngapi bwana Devi? Tatu. Uregeshe mali ya kijana. Kijana, tutakufa maskini basi, tulikuwa tunategemea hiyo mali. Tutakufa maskini. Sogelea kule juu nukwa huyu mweke kule. Ona? Mlika hapa. Ni nini, ni nini? Mm. Hello, hello, people. Mazuri na kwa kawaida. So guys, uh, thank you for the love and thank you for the support. Nawapenda tu sana na roho yangu yote. Uh, so guys, tuko na David, daktari na Doreen, Jennifer na Jackson. Uh, guys, thank you kwa kupea Jackson, na device. Nawapenda sana. Domo na mtuzi kidogo lakini just <laughs> okay. Karibu Ames but aka cool down uh, so guys, I think watasalimia. si tumetoba na daktari akasema atukuze, atuambie kuna jambo anataka kutuambia. So, mimi ni, so, uh -huh. mimi niko fiti nimeitwa hmm. hapa na nikaitwa na daktari akaniambia kuna haja na mimi na nikaona respond nifike Mahali wewe uko, leo kama moja na mpenzi wako

tulikuwa wapata kwa, kwa bed jumi hata mimi sijui chenye kinaendelea juu hata kuwa kwa nyumba na vitu aad nafanya hivi, kama si tumeanza ju mimi natakwenda mahali tunadaru jansa. Baba aya simu harakisha. Basi daktari, si mimi si daktari, nimeita hapo daktari. Manze tufanye chap chap. So zako unazapenda, unazapenda nani kaka, tuzapenda huyo <laughs> <laughs>

Sina. Mimi niko na shughuli, guys. I hope mko poa. Pia mimi niliitwa hapa na daktari msijuni just sij daktari anataka kuniambia nini. Nilikuwa tu mashughuli zangu, daktari akanipigia buku ja pia mimi nikaamua kuski. Unaweza kumbuka vile ilifanyika last time, aliniambia nitakutana na vitu zenye sikuwa iona mm. So umejua pia hii daktari akinitanga hivi kwanza, lazima niogope kwanza, kwa maana sijui leo nitakutana hata na nini maana mm. Ha? nikiona hata huyu na huyu nazidi kukasirika, kukasirika tu mi mm. ana makosa na mimi mi ajanikosea yenye mikosea ni hizi ngombe mbili. Na si mfanya haraka basi eh, yawa. Si situanze hii kitu ama, ama mimi nitoke niwaache hapa u, hata mimi sioni kitu kitwamaanaye, tunaongea by the way. So daktari, unaweza ongea. Ah, ba mpo vipi? Ah, uh, uh, uh, uh, uh, sababu yangu kuu kuwaita hapa kwa sababu nina malengo na kila moja mali hapa Asawa sawa kwa Bwana Devi na kwa Bwana Jackson pale. Aa, tutaanza na Bwana Devi hapa. Devi, madhumuni ya kukufanya niweze kukuita mahali hapa ni jambo mawili matatu namna hii, ambazo tunapaswa tuweze kuelewana mimi na wewe na watazamaji na walioko hapa wahusika, sivyo? Kitu cha kwanza Bwana Devi, nimekuleta hapa Yeah. Kuna yale utaweza kujionea papa hapa mm. na huo wakati ukifika nitaweza kukueleza kwa upande wako wa mm. wa... wa okay. yeah. Devi, kingine mm. Devi ningependa sio ningependa nasurutisha ningesema mm -hmm. namna hivi yeah. vile stakabadhi, funguo na vitu vyote vya kazi na wafanye kazi uweze kuachana navyo mkabidhi bwana Jackson. Mtoto wake akiteseka. Lakini patikani na mtoto wageni walete. Msichana asiweze kunishika. Lazima hao ni sawa, nyanyoka. Nyanyoka msichana. Msichana asiweze kunishika. Daktari, tafadhali. Utaweza kupata laana. Songa huko. Tunaomba tafadhali, tafadhali tunaomba. Songa msichana. Mm. <tie> Kufa maskini masi, tulikuwa tunategemea hiyo mali, tutakufa maskini. Tafadhali sogelea kule juu, nitakuwa huyo mweke kule. Sogelea kule daktari. Msiongea na daktari, msiatwezi tosa hivi. Rudi pande hii, msiongea na daktari. Wewe rudi pande hii. yako yote, this is all your fault

Malize gani kuna pesa inaku alilia hata mtengenezi ambaye hajaweka nails. Kumbuka si majukumu tu ya kuvalia ya ama kuonekana kwa muonekano. kuna zile vitu zingine kuna kulipa rent, kuna gari inataka kuwekwa mafuta niko na them. Wacha nikuambia kitu moja, wacha nikuambia siri moja. Na daktari atakubaliana nami

Na pesa pesa niko nayo. Unataka aje? pesa gani yeah. hiyo? Pesa ah. zitaisha Devi. zitaisha niko na daktari. Nikiongea daktari mimi. Tena nanga hongo usijidanganye, sawa He's He's not your friend. Devi. Kiburi. He's ah. not your your. friend. Devi. kiburi. oyour acha nimwambie daktari kwanza mm -mm. Si rafiki yako daktari, sawa mm. Na yeye ufanya haki. haki. Let me tell you one thing. Haki. Sawa? Mi, mi by the way I'm nayufanya hakifanya haksaahanaenda ndio huko msichana, ana muziki yani atuli. Mungu wangu, niko na shughuli za kufanya mimi. Usifanya nikaweza kukuadhibu msichana sogelea pande hii niko tu na kazi yangu. Kazi gani? Ni inafai, nafaa ni wai juu ya muda. Pasta Doreen, vizuri. Here is Pastor Doreen, guys. Pastor Doreen. Auya alikula pesa za Jackson, anasomea upasta. Pastor huko. <laughs> <laughs> Jacksoanasomea Pastor sogeesogeleni huko, sogelea pande huko. Pastor, mm, sogelea kuja ogelea so mm. Ah, ah, ah, ah. Ah, Bwana Devi, hiyo ndiyo kati ambayo maneno ambayo nimeweza kukuitia hapa na uweze kurudisha. Bwana Devi, hilo ni amri, hilo ni amri. Bwana Devi, ntaweza kukusaidia Bwana Devi jinsi ambavyo lilikuelekeza pale mwanzoni utaweza kupata kazi yako mm -hmm. Katika mikono no yako mm -hmm. Sio lazima utegemee kazi ya mwanaume mwingine, maana sio vyema katika mwanaume, lakini hiyo biashara na iko kwa jina yake, lakini <coughs> pesa ilitoka katika <coughs> biashara yake. <coughs> kuna hmm, mashtaka tulikuwa nayo. Hmm, jamaa dem alikuwa ameandika majina kwa jina zake, lakini alipenda ama akupenda zirudi kwa jamaa na zikachinjiwa zote sawa. Yeah. So usijidai yeah, sana jizi kwa jina yako ziwezirudia ya mwenyewe iyo, unajidanganya mchana sawa. Hizo ndevu pekee utanyoa pesa zangu ndo zina unafanya nayo eti unaeka, eti unafunga ndevu ndevu. Nikirudisha mali, aende akatafute mtu, ataenda kuteseka na yeye. Nakoredi kuteseka na yeye M, mi hata sijui mnaongea kuhusu nini. Nasikia tu mali mali mali. Mimi siko redi kuteseka na yesindalienda kujitakia kuenda kukula mali za watu wengine, aezijitafutia mwenyewe, aizi jimesha vitambi mwenyewe kazi ni kwenda kuchukua mali za watu kuandikisha jina zake kwa mimi. Nenda chunguze. Ah, kingine ni kwa nyinyi wote, kwa Bwana Devi na Bwana Jackson mm. Kingine maana madhumuni ambayo nimeweza kuelekeza mje huku ni kwa sababu ya huyo hapa kwenda kwa choo. Huyo yuna tatizo kwenda kujisaidia? Mm, kuna mahali yataka kwenda. Ndio kwenda. Kuna mahali ameweza kutoka sasa hivi, ndio maana yake umeona amekuja akiwa na wasiwasi mno. Kuna mahali ameweza kutoka huyo, ndio maana yake ana haraka sana, maana yake amepewa masharti fulani. Nanyesha nanyesha mtu mm, wangu. Mm, mm, mm, na, mtu na, wako na, nataka kubadilisha <laughs> <laughs> Eh, hey, simejaa na ikijaa sana inaweza toka ama mnataka aibu mm, mm, mm, mm, <laughs> Na wewe ni mwanaume. Ah ah. Ah, Excuse you. Aa, kingine ni kwamba <laughs> ameweza kupewa sharti la kwamba aweze kufika kule kwake kabla jua lijaweza kuzama, manake ana mambo anaelekea kule kufanya, manake ametoka katika daktari wake na amempa hey, maelekezo mm, mm, mm, na umo ndani ameweza kubeba hmm, nguo ya ndani ya bwana Jackson. Hapana! Nasema eti ako na nini? Ana nguo yako ya ndani, bwana Jackson? Tusikie kwanza, itoka itoka kwa danganyangi boxi wengine. Huyu alingoja bwana Jackson, ameweza <tosikia> kuondoka. Mm. Mm. Ah, ah. Na, mm -hmm. Na akaelekea kule, akapatana na mlinzi, akaweza kuonga mlinzi, alikuja na kileo na akampa mlinzi, okay, mlinzi alipolewa akaweza kumpa funguo la mle ndani na akaelekea kule. Mimi hata wewe hupo tabani, umeona, kwa sababu mnafuatana na yeye utaki kuachana. Kuna mahali amekuweka Bwana Devi. Kuna mahali amekuweka Bwana Devi kuna mahali hmm, ameniweka hmm, naomba na unitoe in hmm. <mikas> Okay, yeah, shidaekae okay, hapo okay, Bwana Jackson huh? Suruali yako imo ndani, iko wapi? Iko wapi? Iko wapi? Ushaiona msichana? Nipewa mkoba, ni mdogo lakini, msichana, sogelea hapa tuzungumzesogelea

Najua bwana Devi sipendi kutoa hiki kidude hapa mfukoni lakini itaweza kunibidi niweze kukitoa hapa. hapa. Daktari yako siku. Eh, kwanza ungeona umeingia shidani huyu. John sogelea pande hii. sogelea sogelea sogelea sogelea pande hiyo. Wacha huyu wajifanya kichongumo hapa Juni, acha baki na huo mtu wake. Sogelea, sogelea, sogelea. mm -mm -mm -mm -mm -mm. Utaweza kutoa mwenyewe bila kutaka bila kutaka, msichana na huo mandevu wake huyu huyo, tutaweza kukabiliana na yeye mm. <laughs> nipe mkoba <laughs> nipe huo mkoba, nipe huo mkoba Mm, mm. Hapa ndani mna maajabu, hapa ndani Bwana Jackson ndio hii mm, nguo yako ya ndani. Kamera lady. Mulike proper. Jackson ni hii yangu. Hizi nimekuja hapa ndani juu mna maajabu mno

Utamu, mwambieni utamu ndio, nipe hili mm, ili mwana Jackson taweza kuenda nayo hili. Na kadudu mm, taweza kuelekea nalo hili. Andabaki na mali. Devi mwana mali yako. Wewe mandevu wewe. Tena amewekwa. Hata yeye yupo tabani. Hata huko kila mtu anaangalia mandevu sa. Hayupo salama. Hata unaweza kupeana huko. Si lazima. Unampenda wapi ngoja? Kupeana huko. Wapi? Hadi sina kitu. Nani amesema? Daktari aongee. Unampeleka unampenda wapi? Eh? Unataka kumpenda wapi? Naweza kumpenda kitu ya maana. Kwa hiyo Jack Anaonekana anampenda sana. Lazima ti sahiiora uko na pesa. Bora niko na pesa, give give very very soon. soon. Namletea give. Eh? Very soon. Watoto washaenda daktari washaverify kila kitu apa daktari ila wapasa kuenda na katika mikakati yangu, manake uliweza kunitafuta mwenyeweutaenda mm -hmm. mm -hmm. na mikakati yanguhuyu weza kuniachia Bwana Devi, nadiwa jinsi ya kushughulika na yeye. Usiwe na wasiwasi kijana, kila kitu utaweza kukipata mm. kwa wakati uliopo na mikakati ambayo yametengwa na wako wangu. mjifunza uchawi kwa watu wangu. Huyo hmm. umeweza kumwacha huko mm. ah, bwana Devi, umeweza kujionea yale mambo ambayo yameweza kunileta hapa. Ndio haya, hiyo ndio ilikuwa lengo kuu. Kingine bwana Devi, uweze kurudishia kijana mali yake yote ile kazi ambayo uliweza kufunguliwa na yule msichana katika hela zake ambazo uko nazo, uweze kurudisha na mali yote uweze kurudisha, kila kitu ambacho unajua sio chako, kila kitu ambacho unajua haukuweza kutoa jasho lako kukipata, rudisha kwa bwana Jackson Aki, na utakuwa katika mikono salama. Ni, ni, nimesema kwa my brother, na yeah, investment zingine, hizo investments zitakusurvivisha mjengo, nyumba wewe kitu mwanaume ni kwa soul. Tutategemea mali utalala leo, utakiona. Utakiona. Sina ongea kwa kama nani sasa. Mimi naongea ni kama mwenye pesa. Yenye daktari daktari, mwanzo pesa pesa na kiburi, patiana mali za watu watu kushinda umefinyilia. Daktari madharau huyu, niliweza kumwambia maisha yake ataweza kuwa magumu na ataweza kuvunjika. Uende mahali pengine, pengine huyu amna mahali anaelekea hapo. Sasa manake siwezi kukubali akaenda kwa bwana Jackson, hilo Habadan katan nawezi enda kule, hali itawezekana arudishe hmm. mali niende huko, hamna mali unaelekea, msichana.

Hata kama ulizipata nawako nakambatatembea huku kama mtuatt a amtaka hakuna mtu atakutaka kidogo, mwache malumbano hmm. Bwana Devi <tari> nakupa siku tatu siku ngapi? Bwana Devi uregeshe <tari> mali ya kijana taweza <tari> <tari> <tari> kuzungumza hayo, maanake tulikuwa tumezungumza na wewe hapo awali mali ulikuwa shida na mama mtoto, nikakueleza kwamba uweze kuregesha vitu vyake, kisha ndaweza kukusaidia uweze kupata kazi, na uweze kutoa jasho lako mwenyewe kupata hela yako, na utaweza kufanikiwa katika mikono yako, katika jasho yako, katika kazi yako. Dana Devi, nataka uweze kujishughulisha kama mwanaume kamili. Wacha kupewa mali mm. Hilo nitaweza kusaidia, ila kwa sharti moja, rudisha mali ya kijana. Tumeelewana siku ngapi, bwana devi Dato? Nisisikie chochote sawa. Nimeweza kupa muda wa kutosha, muda wa kufikiria na muda wa kuweza kurudisha hizi <laughs> siku mbili <laughs> bwana mtaka. Mm, <coughs> siku mbili za kufikiria <coughs> siku moja ambayo imebakia, utaweza kurudisha mali ya kijana, bwana Jackson. Na ukiweza kufanya namna hiyo tutaweza kuelewana mimi na wewe, na nitaweza kusaidia katika mambo yako. Mimi ni mtu mwema, nasemaga ya kwamba mahali kiburi kipo, tunatumia kiburi na mahali kuna unyenyekevu, tunatumia unyenyekevu. Sawa sawa, bwana Devi, tumeweza kupatana. Si jinsi kilikuwanga na mm. kiburi hapa juzi juzi juzi juzi kikiniambia nini? Anaogopa daktari, anajua anajua anajua ni fimbo yake. Wewe msaidike tu yo daktari ndio aka hapa, we ngekuwa mimi na wewe ungeona sahi, sasa hizi ningesha kupeleka kichungi mm. Ah. Ah so, so so so so So my people. hukoomaivipo kb so tumalizia. Ndio. Mimi yangu nimesha maliza mkoba huu, umeona vitu ambavyo vipo ndani naelekea nayo kule kufanya mambo yangu kisha tutaweza kuzungumza na Bwana Devi anambia mali utalala, kwa kwa mali utalala. Mm. <coughs> daktari aniambia sasa, usimuguze usifanye chochote, unasema unaenda na huyo sasa, akaa hapo huyo, mnaenda na yeye nyinyi wote huko huko, si ni <coughs> bibi yake <coughs> plus <coughs> wewe unaenda huko nyinyi wote huyu, usiweze kujali na yeye na kiburi hapa kijana ndio waweza maliza. huyu ni achie, ndaweza kumkokotoa. wachana na yeye mm. mm, mm. <coughs> sawa sawa. mwenzako yupo wapi? yuko kule <coughs> mwani, mwana, mwani. Mm. wakati wako waja, tutumalize Doreen, usibaki hivyo hadi siku mwingine atajiamulia maisha yake ni gani. So guys fanya uh, uh, uh, shughuli zingine uh. So guys, like, comment and share. I love you so much. Just bye.